No, see yetu, see. Na mpenzi mtazamaji wa Bamaa TV ubunifu asili yetu, leo ndani ya waokote tunamwangazia ni wako sikuwachiai yeah, aliyekuwa msanii kipenzi cha wengi katika tasnia ya uigizaji, na huyu si mwingine na baada ya kutoka India, mimi ndo nimekuja kugundua kwamba nilikuwa na umma sana. Ni Juma Kilowoko, maarufu kama Sajuki. Sajuki alikuwa ni mmoja wa waigizaji maarufu sana nchini Tanzania, katika sekta ya filamu Alizaliwa tarehe 4 Aprili mwaka elfu moja mia tisa themanini na sita kwani Luvuma, wilaya Songea. Juma Kilowoko au maarufu Sajuki. Kwanza umenifurahisha sana. Sajuki ni moja kati ya watu ambao wameacha pengo kubwa nchini Tanzania ambalo sizani ni lini litazibwa. Sajuki ni mwigizaji ambaye mimi mwenyewe na mkubali sana ni shabiki yake namba moja, kwa maana Sajuki alikuwa na staili ya kuigiza tofauti na waigizaji wengi sana. Kwa maana kuna muda akihitaji aigize kama anaonewa, basi atabadilisha muonekano na kuonekana kabisa kwamba huyu mtu anaonewa, lakini akipewa seti ya kufanya yeye aonekane mkali, basi Sajuki atabadilika na kuwa mkali. Kwa hiyo ni moja kati ya vitu ambavyo mimi Shamton C nilivipenda kutoka kwa marehemu Sajuki. Safari yake ya sanaa baada ya kujiunga rasmi na kundi kubwa lililotoa vijana wengi katika tasnia ya uigizaji, kundi la Kaole Sanaa Grupu lililokuwepo jijini Dar es Salaam mwaka 2005 ambapo alionyesha kipaji chake katika michezo mbalimbali ya kuigiza. Sajuki alifanya vyema sana. Sajuki alishiriki katika filamu nyingi zilizopendwa na mashabiki, zikiwemo Livenji, Viktoria, Two brothers, mboni yangu na kivuli. Kwanza, heshima yote ipelekwe Kaole, kwa maana Kaole ndio waliotuletea Sajuki. huko alipotoka tulikuwa tumfahamu, lakini Kaole wamewapelekea Tanzania wamjue Sajuki. Sajuki ni mwigizaji ambaye mmoja kati ya watu eh, mpaka Kaole wenyewe wameamini kwamba huyu anafaa kwenda kupelekewa Tanzania ili wamfahamu na kuenjoy kazi zake kupitia kazi nyingi alizozifanya kupitia sanaa grupu ya Kaole. Kwa hiyo ni mwigizaji mwenye kiwango cha juu ambaye kila mtu au kila mmoja alikuwa anapenda kazi zake na alikuwa na mashabiki wengi wengi sana. Mpaka leo Sajuki ukimtaja, baadhi ya watu wanaopenda movie au wanaopenda filamu nchini Tanzania wataumizwa na kumbukizi ya Sajuki. Kwa hiyo ni mtu ambaye hatutakuja kumsahau Sajuki. Yes, honey. Years, please. Okay, okay. So, nine... Sajuki alikuwa ana style na rudia ya kuigiza tofauti na wenzie, kwa sababu tumemwona Steven Charles Kanumba, tumemwona Lei Kigosi, lakini pia tumemwona Sajuki. Sajuki yeye amekuja na pati tatu tofauti, yaani akiwa anaigiza analia basi utaamini kabisa Sajuki kaonewa. Lakini pia akiigiza mkali, tunaamini Sajuki amekasirika. Pia Sajuki akiigiza kama mtu wa busara, basi busara zake tutaziona kwa Sajuki. Kwa hiyo ni moja kati ya waigizaji wenye kitu au wenye zawadi kubwa waliopewa na Mwenyezi Mungu. Mpaka leo huwezi kumwambia mtu yeyote akampinga Sajuki kupitia kazi hizi zilimtambulisha kwa watu wengi sana, zilimfanya Sajuki kujulikana katika sehemu tofauti tofauti kwa uwezo wake mkubwa wa kuigiza. Alichangia pato kubwa la taifa katika kujipambania sanaa na kukuza kipaji chake. Watanzania wengi waliguswa sana na hali ya Sajuki, kwa maana kile tulichokuwa tunakitegemea kukiona kwa Sajuki ilifikia muda tulikuwa hatukioni, lakini baada yes, ya sintofahamu tukaja tukagundua kwamba Sajuki anaumu mpaka kupelekea kifo chake. Katika maisha yake binafsi, Sajuki alifunga ndoa na mwigizaji mwenzake ambaye anaitwa Wastara Juma mwaka elfu mbili na tisa. Wawili hawa walikuwa ni mfano wa kuigwa kutokana na mshikamano, hata baada ya Wastara kupata ajali ya pikipiki iliyosababisha kukatwa mguu wake, lakini Sajuki na Wastara walipendana sana. E, ni taji kapu ambayo imefanya vizuri Nitakutajia kapu tatu. Kapu ya kwanza ya Lei na Johari, lakini kapu ya pili ni ya Wastara na Sajuki. Kwa hiyo ni moja kati ya watu ambao walionyesha kitu kikubwa kupitia wao wenyewe, yaani connection yao iliweza kuconnect vizuri na sisi watazamaji, tukaamini kuwa hawa watu hawagombani. Yani anapocheza Sajuki na Wastara tunaamini kuwa hii ni zaidi ya familia. Kwa hiyo kazi zao zilikuwa ni nje hey, ya mapenzi yao. Kwa hiyo wanapendana, wamefanya kazi nzuri zaidi, na mpaka leo huwezi ukasema Sajuki bila kumtaja Wastara au Wastara bila kumtaja Sajuki. Mnamo mwaka elfu mbili na kumi na moja Sajuki alianza kuugua na aligundulika kuwa ana uvimbe tumboni. Baadaye alipelekwa India kwa matibabu zaidi, ambapo aligundulika kuwa ana saratani ya ngozi na upungufu wa damu. Licha ya juhudi zake za matibabu, Sajuki alifariki dunia tarehe 2 Januari 2013 katika hospitali ya Taifa Muhimbili. Tunaona pengo kubwa sana kwa sababu anapoondoka mwigizaji mwenye pati zaidi ya tatu. Manake ni ngumu sana kumpata mwigizaji wa dizaini hiyo, kwa maana mpaka leo au mpaka kesho kama alivyoondoka Sajuki, alivyoondoka Kanumba, kila mmoja sasa hivi anasema kabisa, angekuepo Sajuki au angekuepo Kanumba. Sajuki alikuwa ni zaidi ya mwigizaji, manake alikuwa kipenzi cha watu mbali na sanaa, mpaka kupelekea viongozi wa serikali kumwamini Sajuki kuwa ni nembo au alama ya waigizaji hapa nchini Tanzania. Basi ni quality kubwa ambayo yeye Sajuki alionyesha kwa watu wake, kwa jamii yake, pia kwa mashabiki zake, hivyo nabaki kusema kuwa pengo la Sajuki ni ngumu kuliziba kwa jinsi ambavyo kazi nzuri alizozifanya alizo kupelekea mpaka leo hii tunamkumbuka Sajuki. Kifo chake kilileta simanzi kubwa kwa mashabiki na wadau wa sanaa nchini lesi wakati huo, Dr Jakaya Kikwete alieleza masikitiko yake ya kusema kwa kuwa kifo cha Sajuki ni pigo kubwa katika tasnia ya filamu nchini Tanzania. Sajuki ameacha alama kubwa isiyofutika, hakika daima tutamkumbuka kwa mchongo wake mkubwa katika tasnia ya filamu nchini Tanzania. Sanaa ni kazi, sanaa ni ajira. Huwezi ukapata pesa ya sanaa uanze leo uvune kesho, lazima uvumilie, upambane, ufanye kazi nzuri, mashabiki wazipokee, ndipo upate pesa. Kwa hiyo kama wewe ni mwigizaji, mwimbaji mfanya sanaa, mcheza ngoma eh. Amini kuwa sanaa ni kazi na sio uhuni kama walivyokuwa wanaamini wazee wetu kipindi cha nyuma. Fanya sanaa yako, fanya kazi zako, Mwenyezi Mungu atakufungulia, utapata mafanikio yako. Cha kwanza, serikali isimamie vizuri kazi zetu sisi wana sanaa, hapa nazungumzia sanaa nzima koyuma, kwa ujumla, kwa maana kuna wezi kibao wanajaribu kudukua kazi zetu lakini wengine wanajaribu kuuza kazi zetu eh, pasipo kuwa na hati miliki au maelewano na msanii husika. Kwa hiyo nawaomba serikali isimamie kidete wale wote wanaotaka kuangusha tasnia hii ya sanaa nchini Tanzania, hivyo kuwapelekea wasanii kupata mafao kupata pesa na kuwa maarufu zaidi ulimwenguni kote, wow, kote. Mtazamaji wangu na msikilizaji, ni haki yetu kujifunza na kuelimika pia. Kwa nini ukate tamaa wakati kila kitu kinawezekana ukiweka juhudi? Hakika niseme hakuna kinachoshindikana. Kwa leo sina la ziada, nilikuwa namgusia Tusajuki. Kwa haya machache iliyowapatia, usisahau kusubscribe chaneli yetu ya Bamaa TV, ubunifu asili yetu. Ulikuwa nami Shukuru Chambuso.